Awakole wengi wanavita na watu wa tu, mpende kabisa huyu mtu, namchukia, tafurahi kama akifa. Wewe umeitwa katika vita au katika amani? do Wakriste wengi waaina hiyo na wachungaji wa wa wa wao. Mungu anasema wa katika Hisaya, wachungaji wao wanawapotosha watu wangu, wakiwatashatansha kutoka mlima hata mlima wasiwambie mahali pao, kwa nini, pakupumzika pa kwamba ni Yesu anakufundisha tu kuendelea kuwa na chuki, kuchukia mtumishi mwingine, kuchukia huduma nyingine, kuchukia mkristo wa kanisa lingine, kwamba hawa sio hawa hivi. Hapana, anasema tunda la Roho mtakatifu ni nini? Ni amani. Hebu sema amani, sema amani. Na Mungu anasemaje kwa habari ya amani? Kuna andiko, kila kila tunda lililoko hapo lina andiko. Anasema tafuteni kwa bidii, hebu sema kwa bidii, kuwa na nini, na amani na watu wote, pamoja na nini na huyo utakatifu ambao hapana atakayemwona Mungu asipokuwa na. Kumbe amani na watu inaleta nini? Kuwa mtakatifu, kwa sababu utagombana nani? Utatukana na nani? Utashtakiana na nani? Kwa sababu wee ni mtu wa amani, unatafuta amani. Kwa bibi, tafuta amani. Lakini wakristo wengi wa leo hawana amani na watu kanisani ndani ya kanisa kuna watu wanapigana majungu, ni makundi, hawaelewani. Huyu anamsengenya huyu, huyu ampende huyu, huyu aki mkoo anapitisha huku, huyu anamwambia, anajipendekeza kwa mchungaji, atotaki ya mambo yake, huyu akubana maneno yetu na kubana maneno ya mzee wa kanisa huyu. Hivi kuna nini hapo? Mungu anasema wa watu wake wamejazwa roho ndani mtakatifu, wana tunda la amani ndani yao. Kama unataka kwenda mbinguni, lazima umwambie Roho Mtakatifu, weka tunda lako ndani yangu, utakumuta mwona Baba siku ya mwisho jina la Yesu. Kama unampenda Yesu, sema, amen. Sema tena amen. Haleluya, haleluya! Neno la Mungu halina mbadala, hata kama mimi mchungaji wako nitakudanganya nikakwambia, unajua mwanangu, nisikilize mimi, yule mchungaji yule na watu wake wafai wale, ni watu wabaya sana na kufundisha chuki badala ya upendo. Kwa sababu unapofundisha watu chuki, uko kinyume na matunda ya Roho Mtakatifu. Hiyo ndio maana ya Biblia. When you preach about what Halo. <laughs> Unapofundisha kuhusu chuki, unafundisha mtu kuchukia imani nyingine, haufundishi katika tunda la upendo. Ni upendo, huo ni amani, hiyo ni tunda la Roho. Sasa huyu anakwenda wapi? Watu wa aina hiyo wanakwenda wapi? Na madhabahu wa yao na kanisa lao na Mungu wao wanakwenda wapi? Kwa sababu Mungu akwenda nasema, fundisha amani watu wa Mungu wakae katika nini? Katika amani. Anasema ipende amani uifuatie sana. Katika mithali ipende amani uifuatie sana, anarudia, anaendea, anasema itafute kwa bidii kama uipate, itafute kwa bidii, kwa uwe na amani na watu wote.